Taasisi ya Benjamin Mkapa inatarajia kuadhimisha miaka kumi toka kuanzisha kwake huku ikijikita zaidi katika kutoa huduma za afya. Maadhimisho hayo yamepangwa kufanyika Aprili 13 mwaka huu jijini Dar es Salaam yakiambatana na hafla maalum ya chakula cha jioni kinacholenga kukusanya takriban shilingi bilioni moja zitakazotumika kutekeleza malengo ya kuimarisha huduma za afya kwa jamii hususani vijijini afisa mtendaji mkuu wa taasisi hiyo Dr Ellen Mkondi A Senkoro amewaambia waandishi wa habari kuwa maadhimisho hayo yanafanyika katika taasisi hiyo ikiwa kwenye utekelezaji wa mpango mkakati wa miaka mitano kuanzia mwaka 2013 hadi 18 unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 136 unaolenga kuwanufaisha watu milioni 20 kwa kuimarisha huduma za ukimwi, afya ya uzazi ya mama na mtoto. Tuliweza kuchangia jitihada za serikali ambazo ni nzuri kwa kuajiri watumishi wa afya wapya karibu 1100 ambao wamekuwa wanafanya kazi maeneo ya vijijini na kwenye vituo vya tiba vya serikali. Tumeweza kutoa scholarship za wanafunzi 1000 ambao wanasomea kozi mbalimbali za afya, na wanapomaliza wanaenda kuajiriwa na serikali. Uh, pamoja na hiyo, tumeweza kuvutia watumishi wa afya wanafanya kazi kwenye maeneo ya vijijini kwa kujenga nyumba za watumishi 480. Pamoja na mafanikio hayo, taasisi ya Benjamin Mkapa imesema moja ya changamoto kwenye ustawi wa sekta ya afya ni bajeti ndogo ya wizara ya afya isiyokidhi kutimiza baadhi ya malengo yakiwemo ya kupunguza vifo vya akinamama wanaohitaji huduma za dharura.